Holistic TV, kituo chako cha injili kinalea na kukuza vipaji vya wasanii kutoka ukanda wa magharibi ya Kenya, na vilevile sehemu nyingine za nchi. Kwa kujenga imani yako, usikose kuungana nasi kwa utamu, burudani ya aina yake na nyimbo kutoka kwa wasanii kama vile Doreen Makungu. Holistic TV kituo chako, maisha kamili. Holistic TV ni nyumbani kwa wasanii wote. Kwa majina, mimi naitwa Doreen Makungu, ni mwokoka. Yesu ni Bwana. Leo hii ningependa mubarikiwe na wimbo unaoitwa Thank you Lord Jesus is alive, Thank you Lord Jesus is alive, Thank you Lord Jesus is alive, na pia wimbo unaoitwa tunakuabudu Mungu. Karibuni nyote, mubarikiwe tuna